Yes, assalamu alaikum. Habari gani? Good morning, good evening, good afternoon whatever you are, popote uliko. Naitwa Navigeta Chinduli na hii ni vlogu yetu nyingine, leo nikiwa ni kompenda za Makoka Makoka. Hii Makoka inapatikana wilaya ya Ilala, so baada ya kumaliza Maji Chumvi unaingia Makoka. So leo ni kwa maeneo haya hapa, na hii barabara ambayo inapita ni barabara ambayo inatokea External Makuburi mpaka inaenda kutokea Kimara Korogwe. So ni barabara ambayo ni tunaweza tukasema kama bypass labda ama shortcut fulani ya kuweza kupita huku ndani. Barabara hii ni miongoni mwa barabara ambazo zimejengwa kipindi cha JPM yep, na kukamilika na ni miongoni mwa barabara ambayo ni nzuri sana. Yeah, unaweza ukaona. Na pia unaweza ukafika Makoka kwa kutokea katikati ya jiji ukipanda daladala zinazotoka Mbezi, kuelekea zinazotoka Mnazi moja kuelekea Mbezi, basi utafika hapa Makoka ya yeah, na nauli yake ni mia saba mia nane. Yeah, so ni sehemu ambayo ni strategic sana na unaweza ukafika na ukaishi Makoka kama unaijua makoka basi niandikie eh niandikie wewe unaionaje makoka uliishi hapa mwaka gani eh kipindi hicho au kama bado upo yeah this is makoka for you 2025 ni miongoni mwa hili nyingine ambayo inapatikana katika jiji la Dar es Salaam e, mji ambao Afrika unasifika kwa kuwa na hili ni ni Kigali Kigali inasemekana ni, ni the city of hill, thousand of hill lakini hata Dar es Salaam ukiitembea vizuri utagundua kwamba ni sehemu ambayo ina hill. Unaweza kaona hapo, hili ni jimbo kuu la Dar es Salaam, kanisa Katoliki Makoka. So tuko hapa leo, kuna kanisa Katoliki hapo juu kama unavyotaliona, ya la Makoka. Ukifuata hii barabara utafika kwa wa Katoliki. So Kigali ni mji ambao unaonekana upo na hill karibia, wenyewe unasema ni thousand of hill, lakini Dar es Salaam nao ni mji ambao una hill nyingi sana Yeah, kuna miinuko na mabonde ya hapa na pale pale. Aha, na according to history eh, eh, kwa kupitia all the traditions, masimulizi kale ya watu ambao tumekuwa tunakaa nao wazee wanasema kuwa Dar es Salaam ni mji ambao hapo zamani ulikuwa ni bonde la mpunga. Yeah, so utakuja kuona, kwa hiyo ni mji ambao una asili ya hili miinuko na mabonde hapa na pale na hii ni, hii ni miongoni mwa hili ambazo zinapatikana, inaitwa Makoka, ni juu mlimani yeah. Kwa hiyo kuna hili ya Majichumvi, Makoka, Kinyerezi, Kifuru na maeneo mengine kama hayo yeah. Hayo, so this is Dar es Salaam for you uja yep. Tuvuke tupite na upande huu, kutuone nini kinaendelea Dar es Salaam so ni sehemu ambayo ni hill, ni mji ambao una hill, una miinuko kama unavyoweza kuona ukikaa kwa hapa hivi unaweza kuona kwa kule hivi ya na huku hivi. Kwa hiyo tuko katika mabonde, hiyo ndio Dar es Salaam, kama Kigali tu yeah, isipokuwa sasa vloggers wengi hatutembei katika hizo hill tunaishia kuvlog maeneo ya mjini ambayo ni tambarare kama vile Masaki Kariakoo City Center downtown, eh yeah. CBD pale tunaita, na maeneo ya Koko Beach na maeneo ya mengine ya kama hayo Kigamboni ambayo hayana hili. So mimi ndo nimeamua sasa ni kupitishe katika hills eh yeah, kama unavyoweza kuona, ili uweze kujionea hills zinazopatikana katika Dar es Salaam ni thousand of hills. Yeah. Na maeneo haya ukikaa unaiona Dar es Salaam City Center yeah, bila shaka yoyote yeah. Jiografia yake kama nilivyokuambia, itofautiana sana na Kifuru Kinyerezi, itofautiana sana na Buza kwa Mpalange aaeslam, yeah. So, it is true that Dar es Salaam is among of the hill cities in Africa. City in Africa. Yeah. ni miongoni mwa hill ambayo inapatikana Afrika Yeah. so niko zangu makoka hapa kama una lolote la kuongea zaidi kuhusiana na makoka niandikie hapo chini kwenye comment ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na makoka makoka kama nilivyokwambia inapatikana ilala ilala kata ya kisukulu huku yani Tabata yeah, yeah, so tuendelee shule pia zipo unaweza ukaona hizi hapa ni shule e, hii ni shule hapa ya nasari na primary school inaitwa Mount Zion mlima eh, Zion. Inapatikana hapa Makoka. So niambie wewe unaionaje Makoka mwaka huu 2025 ya mimi a 25 mi ndo nipo huku leo, nimekuja ku explore in details niwaoneshe watu hills ambazo zinapatikana Dar es Salaam. Ya. Tuna hills nyingi lakini tu tulikuwa hatuna hatujezi explore so mi naanza na hizi hizi mbili. Hii ya pili leo unaweza ukafuatilia hapo video iliyotangulia, kuna hill nyingine nimeiposti ya majichumvi, so unaweza ukaona mwenyewe yeah, namna gani kuna, kuna pendeza. So wewe kama uko vi, financial stable unaweza ukafika na ukaja kuinvest maeneo haya yep, na ukaishi maeneo ambayo yako very very beautiful yeah. Sababu kwa sababu yanakuunganisha wewe na city center kutokea external, lakini pia yanakuunganisha wewe na barabara kubwa ya Morogoro ya yeah. Makoka ipo so unaweza ukafika a ukaweza kuishi kama ambavyo unaishi katika mitaa mingine Unaweza yeah. ukaona mitaa imetengenezwa yep. kwa zege, barabara za zege, so ni sehemu ambayo inafikika sana Makoka. tunaweza yeah, tukasema ni miongoni mwa hidden gems ambazo zinapatikana Dar es Salaam, ya haisemwi eh, lakini sisi ndio tumeamua kuja ku showcase. Yep. So drop comment yako hapo, tuweze kuona na kusikia maoni yako kuhusiana na maeneo haya ya Makoka, Dar es Salaam ya biashara bado zinaendelea maeneo haya, kama navyoweza kuona, hii ni miongoni mwa sehemu ambayo imechangamka ya sehemu ambayo imechangamka sana, maeneo haya hapa ya ya, ya ukuwapi Makoka, bajaji za kwenda Korogwe na maeneo ya Kimara, so unaweza ukafika ukaja kuishi na yeah. Kama unavyoona hiyo bajaji, hiyo daladala really. Inaenda nazi mnazi mmoja. This is Makoka. Karibia uweze kupata huduma zetu pasi na wasiwasi wote. maduka ya dawa pia yapo yeah. kwa hiyo iko imejitosheleza, Makoka imejitosheleza. Barabara kama nilivyokuambia, ukinyoosha moja kwa moja unaenda kutokea Kimara Korogwe yeah. Ukinyosha moja kwa moja unaenda kutokea Kimara Korogwe. Kimara Korogwe, hiyo ni Morogoro Road hiyo. inaendelea ukirudi nyuma hivi, kulia unaenda kutokea Ubungo na City Center. ukienda kushoto hapo Korogwe, maanake ni safari ya Morogoro yeah. So hizi ni neighborhood zingine ambazo zinapatikana. Hii ni miongoni mwa neighborhood nyingine ambayo bado watu hawajaweza kutuonesha, so nipo huku leo kuweza kukuonesha mengi yanayopatikana Makoka y yeah. simu ambayo wewe hauwezi kuijua, huwezi kuiona kwenye TV yeah. cha msingi sasa, ku subscribe ku like ku comment na ku share, ili tuzidi kuwa wengi zaidi ya yeah. lakini pia ni katika makoka ambapo kuna chuo cha cha, cha afya kile Deka kinachoitwa Deka Her, lakini na pia kuna, wana hospitali yao Aha, so unaweza ukafika na ukaweza kuona unaweza ukaona ukajionea mwenyewe hapo mbele tu tutafika, ni kuonyesha

Huku ndo tulikotoka tukaona Makoka. Aha, na huku ndiko tunakoelekea yeah. Street light pia zimezingatiwa sana kipande hiki hapa cha Makoka ya yeah. tatu manake hapa hakuna wiziwizi wa, wa kizamani hakuna uh, unaweza ukaona mwenyewe kuna taa lakini vile vile kuna sidewalk hizi hapa kama unavyoweza kuziona yeah. sidewalk ya kuweka wewe salama zaidi. Na hii hapa ni Deka health Center. Unaweza ukaiona Deka health Center, ya kituo cha afya hapa hapa kinapatikana Makoka, ni hospitali kinapatikana so. hapa Makoka wanafanya yeah. huduma mbalimbali unaweza uka kafika keya kucheki afya sababu afya ni mtaji ya yeah. uzima ndo mtaji leo tunatazama video hii kwa sababu ya uzima so watu wa makoka na wao wana hapa yeah, hospitali yeah. so endelee tuweze kuona tutafika mpaka wa Niandikia hapo unayojua kuhusiana na mitaa hii ma ya, ya Makoka ya, ili tuongeze elimu na ujuzi wa kuyajua mengi zaidi kuhusiana na kipande hiki hapa hiki livyokwambia nime, ni, hills. Hills miinuko ya yeah, Dar es Salaam ni mji wa miinuko panda shuka panda shuka y yeah. So ndio tu tulikuwa tuonyeshe, lakini ni mji wa wa miinuko, nadhani unaweza ukaona kwa huku chini tunakoelekea mbondeni. ya yeah. So na kipande hiki hapa kinafanana na maeneo ya Mbagala Saba, Sabasaba, kuelekea Kijichi, Kijichi. Yeah, maeneo haya kama unayajua kama unaijua vizuri hiyo Kijichi, basi utakuona umepata picha. Maeneo haya yanafanana sana yeah, hills tunazozisema ndio zipo Dar es Salaam so usiacha kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. hii ni Makoka for you. Yep, leo niko huku, kama unavyoweza kuona yeah. ni sehemu fulani vinyama sana, sidewalk usafi umezingatiwa. Yeah, kila kitu kipo kipo safi kabisa so ni unyama sana uwe, like, comment, share ili uweze kunipa nguvu ya kufanya zaidi na zaidi ya yeah, nakuletee lakini vile vile niambie tuende sehemu gani nyingine, eh ambayo ungependa kuijua baada ya hapa Makoka, nami nitapita bila tabu yoyote ya yeah, so leo nilikuwa kwangu Makoka, kushoto kwangu hapo, hiyo fence unayoiona no nyeupe nye, ni chuo cha afya yeah. Chuo cha afya kinapatikana hapa Makoka. Kwa hiyo wale ambao mna ndoto za kuwa madaktari, wauguzi na wasaidizi wa afya, ehe, basi utaweza kufika hapa ha, ukasikiliza utaratibu wao ukoje hapa makoka hapa, ukaona mwenyewe jinsi gani kuna fanana hills ya yeah. Makoka ni miongoni mwa hills. uh, sorry nime misinformation, hiki sio chuo cha afya, hii ni shule shule, inaitwa Agnes Michael. Uh, Agnes Michael. Agnes Michael, pre-primary English medium. Ni English medium ni so kama una, una ndugu zako na wanao, wanataka kuja kusoma, hii ni English medium ambayo inapatikana Ilala Kisukulu. Barabara ya Magufuli, barabara inaitwa Magufuli, ipo huku Ilala Kisukulu. Yeah, ni English medium. Yeah. Kama unavyoweza kuona. Ni English medium. So unaweza kawaleta. Nili nili miss information. Si, si chuo cha afya, ni English medium. So unaweza kufika hapa ukawaleta mtoto wako akasoma. E, shule inapatikana hapa barabara ya Magufuli ama maeneo ya Makoka Kisukulu. Yeah. Tabata so unaweza ukaona hii ni yeah, na hapa sasa ndo kwenye mpaka kati ya Ilala na Ubungo yeah. Hapa chini kwenye daraja, unaweza ukaona pale kibao kimeandikwa, kwaheri manispaa ya Ilala yeah. Tunaingia sasa manispaa tunaingia manispaa yeah. Ubungo yeah. manispaa ya Ubungo. Yeah, kama unavyoweza kuona kibao hiki hapa sasa hivi tunaingia manispaa ya Ubungo, so hapa ndo mpaka kati ya Ilala na Ubungo, na huku ni Kisukuru nyuma ambako tumetoka, na huku tunakuelekea ni Ubungo, hiyo maanake ni Kimara yeah, Kimara Korogwe, darajani na maeneo mengine kama haya So huu ndo mpaka, kuna mtu hapo unaweza ukaona, ndio umetenganisha kati ya wilaya hizi mbili ya yeah. So huku huku ni Ilala ukiwanaenda, maana yake huku ni Ilala huku, alafu alafu huku ni Ubungo ya yeah. So huu ndo mpaka a uh. Huku ni Ubungo, unaweza ukaona pale karibu pale, wameandika karibu Ubungo yeah so Ndo hivyo yeah. Hizo ndo hills, baadhi ya hills ambazo zinapatikana Dar es Salaam yeah. Na hapa umekuandikia kabisa, usitupe taka kwa yeah. Sababu ule ni mto, kama unavyoweza kuona ule ni mto, so unapotupa taka unaweza kusababisha kukijaa pale, kwa kukijaa inakuwa jao. Kwa hiyo kuna kibao kabisa cha tanbihi na natakiwa kutupa taka yeah so unaweza ukaona kutokea huku hivi, kule kule mbele ni Ilala, huku niliko sasa hivi ni Ubungo, kule ndo Makoka, Majichumvi na maeneo mengine ya Kisukulu, alafu huku sasa naingia maeneo zoni ya Ubungo, Kimara Darajani na vituo vingine huku yeah. so tuendelee kuenjoy. hizo ni hills ambazo zinapatikana Dar es Salaam yeah. na hii barabara inaitwa barabara ya Magufuli. Yeah, barabara ya Magufuli imeanzia Korogwe mpaka Korogwe, namaanisha Kimara, Kimara Korogwe mpaka na nadhani mpaka external yeah. E, unajionea mwenyewe mandhari ya Dar es Salaam, niandikie hapo e, kwenye comment unazionaje hii zadaressalam mwaka huu wa 20 25, ambapo mimi nikiwa ninakupitisha hukundkpo yeah, lakini pia niandikie kama we ni mwenyeji wa maeneo haya au uliwahi kuishi maeneo haya, na unahitaji kuishi, unapendelea tufike wapi? Nitafanyia kazi maoni yenu yep. Na siku kati siku zinavyoenda, nitawapitisha katika maeneo ambayo

Hizi ndio Great Hill za Dar es Salaam. Yeah. Nilichokipenda maeneo haya ya Makoka ni kwamba sidewalk zinaheshimiwa. Amna mtu ambaye ana intercept katika sidewalk. Watu wote wanapita katika sehemu zao, watu wa pikipiki na magari wanapita hapa chini Watu sisi waenda kwa miguu tunapita huku juu katika sidewalk. So ni jambo zuri sana kwa sababu maeneo mengi ya mji huu wa Dar es Salaam watu hawaheshimu wa sidewalk, lakini huku Makoka watu wanaheshimu sidewalk na mambo yako vizuri kabisa. So hilo ni jambo zuri na la kujivunia. Cha msingi kama nilivyoambia, leo nilikuwa maeneo haya huku ya hill ya Makoka juu kabisa uh, njia ya kuelekea Korogwe Kimara. So usisahau kusubscribe, kulike, ku comment na kushare, ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Lakini pia niandikie ungependa ni kupeleke wapi siku nyingine, nami nitafanya hivyo kadi nitakavyowezeshwa. ya lengo letu ni kuhakikisha kwamba yeah, tunaijua Dar es Salaam yote. So tunaijuaje Dar es Salaam yote? Ni kupitia kamera takama wewe uko mkoani basi utaweza kuijua Dar es Salaam kupitia kamera. Cha msingi subscribe, like, komenti na ushare. Mimi ni Navigator Chinduli na leo nilikuwa zangu Makoka hapa. Ya hadi wakati mwingine, nawatakia siku njema, yap Lazima nije kumalizia video huku chini, japo nilishawaaga, lakini nimeona endeleeni, walete mpaka hapa kwenye daraja, tumalize video hapa, kisha tuachane yeah. tumalize video hapa kisha tuachane kama bado, kama nawe umetazama mpaka hapa, basi comment hapo, tupo pamoja mpaka yeah. hapa yeah. Kwao nadhani umejionea mwenyewe ni jinsi gani kwamba Dar es Salaam ni hili yeah.